Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji hujambo, na karibu kwenye makala ya juma hili ya Jua haki zako. Jina langu ni Benson Wakoli. Katika juma hili, msikilizaji, tunajikita kujadili na kufahamu haki zako wakati unapotoa taarifa zako za siri kwa makampuni mbalimbali ama kwa taasisi ya serikali. Je, taarifa hizi zinastahili kulindwa vipi? Hii ni kutokana na dunia kuadhimisha siku ya kimataifa ya kulinda taarifa za siri za raia wake. Naitwa Benson Wakoli, nitakuwa nazungumuza na wakili Benjamin Wamono ambaye makao yake ni kule Kigali nchini Rwanda ila ana uraia kutoka nchini Kenya. Kwa kwanza tu pengine, wakili, utueleze nini maana ya taarifa za siri, ama sheria hii inayoitwa kwa kimombo data protection. Uh, asante sana bwana Koli kwa kunipatia fursa hii. Je, tunajua haki zetu za faraga na jinsi taarifa zetu zinavyopaswa kulindwa? Ukiangalia katika sheria ya Kenya, hasa katiba ya Kenya, uh, kifungo cha thelathini na moja ambacho kinatambua haki ya kila raia kuwa na maisha binafsi ya faraga hii ni sawa katika nchi nyingi duniani pamoja na nchi kadhaa barani Afrika. Hii inaashiria kuwa kulinda taarifa na faragha sio tu lazima, bali ni haki ya kimsingi ya binadamu naam. Bwana Benjamin, pengine tu tueleze raia wana haki gani chini ya sheria ya ulinzi wa taarifa yaani data protection? Uh, raia wana haki kadhaa muhimu, bwana Wakoli: kujua ni taarifa gani zinazokusanywa kuhusu wao na kwa nini, kutoa au kukatari ridha au matumizi ya taarifa zao. Nikisema ridha inamaanisha kwa, ki, kwa, kwa kimombo inamaanisha consent. Sasa wanafaa kupata nakala au uh, taarifa zao ili ujue zinahifadhiwa vipi. Kama wanachukua hiyo taarifa yako, unafaa ujue zinaenda kufaidhiwa vipi na hiyo taasisi. Unaweza pia kupinga matumizi yasiyo halali ya taarifa kukuhusu wewe mwenyewe, kama kuna taasisi ambayo imechukua taarifa yako, na pia kudai fidia iwapo ifa zako zimetumiwa vibaya. Uh, hizi haki zinatuwezesha kudhibiti taarifa zetu za kulindwa faraga yetu uh, kama inavyotambuliwa na sheria za data protection hasa hapa nchini Kenya au sehemu nyingine za duniani. Uh, mtu anawezaje kutambua kama taarifa zake binafsi pengine zinatumika vibaya huko nje? Uh, kusema kweli bwana Wakoli, dalili za uvijaji au matumizi mabaya ya taarifa ni pamoja na kupokea matangazo, simu au barua pepe bila uh, ridhaa yako, akaunti hukufungulia kufungulia kwa jina lako bila idhini. Unaweza pata ulifungua akaunti kwenye benki fulani pale nchini pale huko, ama nchini ti yoyote hii akaunti, hata unaweza kuwa na akaunti hata maybe kwa betting company ama taasisi ile yoyote. Sasa wakati akaunti yako fungua kwa hiyo taasisi, kuwa unapata ujumbe kutoka kwa hiyo taasisi au hata huduma kukatiliwa kutokana na taarifa zako binafsi. Bwana Benjamin, sasa katika hali hii pengine hatua gani za kisheria mtu anaweza kuchukua ikiwa taarifa zake za siri zinatumika vibaya? Hatua ya kwanza ni kuwasiliana na taasisi husika ili kupata maelezo. Kisha unaweza kutoa malalamiko kwa mamlaka ya ulinzi wa taarifa. Kwa mfano nchini Kenya kuna ofisi ambayo inaitwa um, ODPC, Office of Data Protection Commission. Hapo ndio pahali husika anafaa ama mlalamishi eh, anafaa kuripoti kama kumeenda sana. Pia unaweza kudai kufuatwa au kusahihishwa kwa taarifa zisizo sahihi. Kwa mfano, kama hiyo taarifa yako taasisi iko nayo unaona kama sio sahihi, uko na haki kama msika ambayo taarifa yako sh shachukuliwa kwa kimomo naitwa uh, data subjects. Lazima uhakikishe hizo taarifa ziko sahihi. Uh, ikiendelea katika hali mbaya mtu pia unaweza kuhakikisha ku, umefungua kesi kwa mahakama au kudai fidi. Iwapo umepata hasara zaidi eh. Hatua hizi zinahakikisha haki yako inalindwa kama inavyoainishwa katika katiba ya Kenya na sheria ya ulinzi wa taarifa ama popote ulipo duniani. Tunaona wakati mwingine tunapokea m, ujumbe kutoka kwa maduka ya ujumla yakikuitisha sijui ufanye nini, utembelee maduka hayo ama ujumbe kutoka kwenye benki kampuni, ama benki, kama hizi zina wajibu kani kulinda uh,

taasisi za za zinapaswa kukusanya taarifa kwa sababu ya halali pekee: kupata rida au consent, uh, ya mtu na kuhakikisha taarifa ziko salama kwa njia za kiteknolojia na kiasasi, kutozitumia taarifa zaidi ya kusudi lisilokusidiwa au pia, uh, kuripoti uvibaji eh, wa taarifa mara tu linatokea. Pia kila taasisi inayoshindwa kufanya hivyo inakiuka sheria na haki za raia na inaweza kuadhibiwa kisheria. Jua haki zako na Benson Wakoli. Iwapo ndipo unafungulia redio yako, haya ni makala ya jua haki zako ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Redio France International. Tunajadili namna ya kulinda haki zako wakati unapotoa taarifa zako muhimu kwa taasisi mbalimbali duniani. Nazidi kuzungumza na Wakili Benjamin Wamono. Bwana Benjamin, kuna wakati ambapo pia taasisi hizi zinatoa tu taarifa, wakati mwingine watu wamekuwa wakilalamika kama kampuni za mawasiliano hapa nchini Kenya zimekuwa zikituhumiwa kwamba zinatoa taarifa kwa serikali bila idhini yao. Ikifika wakati huu Je, uh, wanaweza dai fidia? Mkenya anaweza dai fidia, kwa mfano uh, kampuni ya mawasiliano kama Safaricom ama Airtel imetoa taarifa kwa serikali na bila idhini yake, hapa anasaidika aje pengine kama Mkenya? Kwa kawaida, taasisi haizwezi kutoa taarifa binafsi za mtu bila idhini zake, lakini kuna hali maalum pale mahakama ama mtu mwenyewe anatoa agizo ama mahakama pia kutoa zi, uh, agizo ili pale kuna hatari kwa maslahi ya taifa au maisha ya mtu au pale kuna lazima kufuata sheria ya jinai. Hata hivyo, mwanawakoli, lazima kuwe na msingi wa kisheria wazi. Hii inahakikisha haki ya faragha au konsenti ya mtu binafsi zinaheshimiwa kama inavyotambulika katika sheria ya ulinzi wa taarifa hapa nchini Kenya na sheria sambamba duniani. Kuna adabu gani basi kwa taasisi zinazoshindwa kulinda taarifa za watu? Kisheria, taasisi zinaposhindwa kulinda taarifa hizi ambazo huwa zinaziweka, moja ya adabu hupatiwa ni uh, faini kubwa. Ukiangalia Data Protection Act ya, ya Kenya ama sheria ya, ya, ya Data Protection, kuna zile uh, faini kubwa ambazo hizi taasisi huwa zinatozwa, ama pia unapata hizi taasisi hufungwa au kusimamishwa leseni zake za, za operesheni au pia kulipa fidia kwa uh, ule mlalamishi ambayo um, alalamikia kesi yake, na pia kuharibikia kwa sifa zao. Kama hii kampuni au taasisi zimepatiana zime, zime hizi uh, taarifa bila idhini ya muhusika uh, ama data subject, unapata hii pia kampuni sifa zake zit mbaya itakuwa mbaya kwa sababu wamepatikana na hii kesi ya kutumia uh, hizi taarifa uh, za data subjects vibaya. Zaidi uvi, uh, uvijaji wa taarifa unaweza kuadhiri imani ya wateja na jamii kwa taasisi hiyo. Hii inatufundisha kuwa ulinzi wa taarifa si chaguo bali ni lazima kwa kila mtu na kwa taasisi zote. Mwisho kabisa, kabla nikuachilie Bwana Benjamin, wewe ni wakili ambaye umekuwa kazi Kenya na Rwanda, pengine ni hatua gani umeona ambapo uh, taifa la Rwanda limepiga hatua ama Kenya imepiga hatua katika kulinda habari za raia wake? Mi naweza sema kwamba hizi nchi zote mbili uh, na nchi zote katika uh, jumuiya ya mashariki zimechukua hakikisho uh, kwamba wana sheria kwanza. Kama ukiona Kenya wako na sheria hiyo ambayo mekuambia inaitwa Data Protection Act. Pia nchini uh, Tanzania pia ni vile Uganda pia ni vile, nchini Rwanda pia ni vile, wako na hiyo Data Protection Act wote, na pia wamehakikisha kwamba wako na ofisi ofisi ambazo uh, zinafanya kwa kimombo wanasema implementation ya hiyo sheria, zimetia hakikisho uh, kwamba hizi sheria za kila uh, mtu ama taasisi um, zinalindwa na msikilizaji kunikutaio, basi makala ya Jua Haki Zako juma hili yanafika kikomo. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wa makala ya juma hili kwa niaba ya wakili Benjamin Wamono akiwa Kigali nchini Rwanda. Naitwa Benson Wakoli. Hadi juma lijalo, kwa heri <tune>